Kichwa cha somo letu, andika: dalili au ishara za kurudi kwa bwana wetu Yesu. Dalili stroke ishara za kurudi bwana Yesu. Aliahidi kwamba atarudi. Ziko ishara au viashiria, kuna matukio mbalimbali katika maisha yetu, dunia kwa ujumla, hasa tukiangalia Israeli imekuwa ni kama kalenda ya Mungu. Matukio yanayotokea katika taifa la Israeli kutusaidia kuangalia sasa na maandiko na kujua tuko wapi. Tutakwenda kusoma kitabu cha Mathayo sura ile ya 23 mstari wa 37 mpaka 39. Alafu tutaingia Mathayo 24, mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Mathayo sura ya 23 mstari wa 37 mpaka 39. Alafu tutaingia Mathayo 24 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Nasoma. E, Yerusalemu, Yerusalemu, wawaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale walotumwa kwako! Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku havikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mbawa yake, lakini hamkutaka. Angalieni, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Yesu akaenda zaka katoka hekaruni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekaru. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote amini ah, nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa hata. Alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambieni mambo hayo yatakuwa lini nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Wapendwa, nitangulie kusema kwamba tunakopumbuka au kujifunza juu ya somo hili sio kwa ajili ya kutishana, sio kwa ajili ya kuogopeshana, kutiana hofu, bali ni kuamsha nia zetu na matumaini yetu na furaha yetu kwamba tuna safari iliyo njema yenye matumaini, kwa sababu tumaini letu ni katika Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Akutuita akatutenga tuwe watu wake, atuache hapa duni, tu duniani lakini anakusudi na sisi na ana mpango wa kulirudia kanisa lake duniani. Tuko pamoja, wapendwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, maneno ambayo tumeyasoma yanatoka kule sura ya ishirini na tatu ambapo Bwana Yesu taona kwamba kuna ole nyingi, ole kwa Mafarisayo na Masadukayo, Mafarisayo na Masadukayo, Mafarisayo na Masadukayo kwa sababu wao walikuwa ni viongozi wa taifa la Israeli. Nao hawakuongoza vizuri na maneno ya Mungu alikuwa nayo bali wakafanya hata taifa Israeli kama taifa wasiweze kuamini kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi au ndiye Masihi wanaye, wa, wanaye wale kwamba wanamngojea wana. Kwa hiyo anasema ole ole ole ole, ole, kwa sababu ya hali au njia iliyopotoka waliokuwa nayo. Hawa ni viongozi wa watu, wanasimamia na kuwaongoza watu, wanawafundisha watu na kuwaelekeza kwenye kweli ya neno la Mungu. Ndipo tunafika ule mstari wa 37 kwenda 39 anaoangalia Yerusalemu na kuulilia kwa sababu naposema Yerusalemu ni mji ambao Bwana Mungu amfaje, umepandwa mahali pake kwa ajili yake yeye, kama linapendwa hapo, kuna mlima Sayuni na kuna hekalu la Mungu Mwenyezi Muumba mbingu na nchi. Sasa huu ni uzao wa Ibrahimu rafiki yake, na Yesu anahusika nao sana, na hata kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi inasema kwamba vitu vyote viliumbwa, ulimwengu uliumbwa katika yeye yeye, lakini amekuja ulimwenguni, wala ulimwengu nafanye haukuwa na habari haukumpokea alikuja kwa... mm -hmm, mstari wa kumi alikuwako ulimwenguni hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua yani, haukuwa na taarifa na habari wala kustuka kwamba amekuja. Mstari wa kumi na moja. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Amekuja kwa taifa lake Israeli, hawakumpokea, wakamsukumia mbali. Ndipo anauangalia Yerusalemu, anafaje, anaulilia Yerusalemu, Yerusalemu wauae manabii na yeye anakwenda kuuawa. Kwa hiyo anaulila Yerusalemu. Halafu tunapoingia mstari wa 20, eh, sura ya 24 nne, kwamba akaondoka anakwenda mahali pake, halafu anakaa na wanafunzi wake faraga. Sasa ndugu zangu wapendwa, katika haya wanafunzi wake wanauliza, maanake wamaliza habari dalili za kurudi za, za, za kurudi waweze kutambua ishara au dalili au viashiria kwamba nafanyaje, anarudi. Tuko pamoja wapendwa? hawa walikuwa wanaongea nao ni watu wa Agano la Kale, lakini wanataka kujua hizi habari, na Yesu akuwaficha akawaambia. Sasa unaposema dalili, naweza kuendana maneno hayo tusielewe. Ukisema dalili au ishara, dalili au ishara ni alama ya kuonyesha hali au kitendo fulani kitakachotokea. Ni dalili. Dalili au ishara ni alama ya kuonyesha, kuonyesha hali au kitendo fulani kitakachotokea. Kwa hiyo dalili au ishara utangulia, inakuwa ni alama ya kuwatahadharisha kwetu kwamba kwa alama kwa hii kuna nini, kuna kitu fulani fulani kinakwenda kutokea. Nasi tuna methali yetu ka, ya Kiswahili inasemaga hivi dalili ya mvua ni moshi eh? ni mawingu. Ukiona mawingu kuna nini? kuna mvua. Tuko pamoja wapendwa? Kwa hiyo na Yesu ana nini? ana dalili zake za kurudi, ziko kwenye Biblia, kwenye neno lake, kuna ishara, kuna viashiria ambavyo naoyesha kwamba huyu mwokozi huyu huyu mumba mbingu na nchi aliyetufia anafanyaje? Yunjiani, anakaribia, tusibweteke, tukopaejapendwa. Sasa katika ule mstari wa 24, 24 na sura samanisura na ule mstari kwanza mpaka wa pili, Bwana Yesu anaongelea habari ya hekaru, naongea habai kimaliza kurudia Yerusalemu, anaongea habari ya hekaru kwa sababu wanafunzi wake walimwonyesha uzuri wa hekaru kwa sababu ilikuwa ndiyo jeuli ya wana wa Israeli hekalu na Yerusalemu wao na mlima Sayuni. Kwa hiyo wakamwonyesha hekalu lilivyojengwa na uzuri wake, mahali pazuri linasifika. Na Yesu akamwambiaje? kwamba siku zinakuja, fanye halitasalia jiwe juu ya nini? Juu ya jiwe, jiwe litabomolewa na fanye na Yerusalemu utabomolewa, na nchi yenu itakuwa itakuwa ukiwa, ninyi mtatawanyika pande za dunia, kaskazini kusini mashariki magharibi, mtatawanyika, takimbia tuko pamoja pendwa. Sasa maneno haya aliyasema kwa habari ya kubomoshwa na, na, na, na nyumba yao au nchi yao au taifa lao kuwa ukiwa, yalikuja kutimiza mwaka wa sabini AD au sabini baada ya nini? Baada ya Kristo. Kwa hiyo ilipita miaka mingapi? miaka sabini. Tuko pamoja wapendwa, miaka sabini ndio Yesu ndio hekalu ikaja kubomolewa, alafu na taifa Israeli wakapigwa vibaya sana, wakasambazwa wakavurumishwa pande nne za dunia wenda wakakimbia waka mashariki, wengine kaskazini, wengine kusini, wengine magharibi. Kwa hiyo taifa likawa ni kama vile halipo, nchi ya Israeli ikabakia ku kama nyika, kama mawe kama miamba kama jangwa ikawa ukiwa. Ukiwa maanake nini? Mahali pasipokaliwa na watu. Kulikuwa na watu lakini sasa nini, watu hawapo. Kwa hiyo ilikuwa hivyo kwa miaka mingi, tuko pamoja wapendwa. Sasa Bwana Yesu nimetangulia kusema yaliyotokea hapo. Bwana Yesu anapomuuliza ile sura ishirini na nne mstari wa tatu kwamba anakaa na wanafunzi wake faraga. Nataka tujifunze kidogo, anakaa na wanafunzi wake faraga, pembeni, anajitenga na wanafunzi wake na anaongea mambo ya ndani, au ani ina seko anaongea nini? Mambo ya ndani anamhusu nani? Yeye na wanafunzi wake, ndio akamuuliza kwamba tuambie, ni nini dalili, ishara au viashiria vya kurudi kwako Tuko pamoja wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika ishara hizi na dalili hizi, dalili ya kwanza tuliwahi kujifunza pamoja, nataka nirudie pamoja. Kuna jambo ambalo Mungu anataka tulifahamu, tulizingatie, ili tusije tukaishia tuka mahali pabaya. Mathayo 24:32 mpaka 35 anasema hivi, Mathayo 24 32 mpaka 35 anasema hivi: basi kwa mtini jifunzeni mfano, basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha ish kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. Nanyi na kadhalika, myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Amini nawaambia, kizazi hiki akitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa hiyo tunapoongea jambo hili, ni jambo la pili ambayo nilikuwa nalo katika mtiririko wangu. Jambo la kwanza ili kukuweka ni vizuri kwa habari ya ishara, na kwa habari ya kwamba kuna yale aliyokuwa aliyatangulia kusema kwa habari ya hekalu alishatimia. Sasa tunaangalia hapa kwa habari ya kujifunza kwa mtini. Mtini ni taifa la Israeli, mtini ni taifa la Israeli na kwamba inakuwa ishara kwetu toka sabini baada ya Kristo, mwaka sabini baada ya Kristo, hekalu limevunjwa, Yerusalemu umebomolewa, bomolewa pale pale, majuma mengine yameunguzwa moto, nchi imebaki ukiwa, taifa limetawanyika, ni kama hakuna taifa. Lakini mwaka ule wa 1948, mwaka 1948, kulitokea tangazo la Umoja wa Mataifa kwamba sasa nchi ile ni ya wana wa Israeli na Israeli inatambulikana kama nini? Kama taifa, taifa lenye haki hata kupata uwakilishi katika Umoja wa Mataifa. Lakini mwanzoni haikuwa hivi, itangaza siku moja na siku moja taifa likaje likazaliwa. Apendwa, siku moja itangaza siku moja, siku moja taifa kani likazaliwa. Ilikuwa mwezi wa Mei, mwezi wa tano kama huu 1948 tangazo la Umoja wa Mataifa. Sasa Bwana Yesu anasema kwamba ukiona mtini ambayo ni Israeli, ambao huko ni kama ulikuwa umekatwa sasa, sasafai unachipua tena, unaota tena, unakuwa na matawi na matunda, ukiona jambo hili limetokea, jueni kwamba yu, yu karibu, hayuko mbali. Tuko pamoja, napendwa, na akasemaje? Akasema watambue, wajue, waelewe kwa hakika kwamba baada ya jambo hili kutokea, kizazi kitakashuhudia hayo hakitafani hakitapita kamwe mpaka habari ya kurudi kwake na yeye aliyosema atakuwa atafaa yatatimizwa. ya narudia tena amini nawaambieni, kizazi hiki akitapita hata hayo yote yatakapofanye ya yatakapotimia. Kwa hiyo kizazi kitakashuhudia kwamba Yesu anafaae, kitakashuhudia kurudi kwa Israeli kusimama kama taifa, na likatambulikana kuheshimika, na nchi ikakaliwa na watu, na hao taifa hilo wakawa na maendeleo kama mataifa mengine, wakawa na miji wakafanya kila kitu na kila kitu vyote vi, vi, ambavyo inabidi viwe kwa taifa vikawepo, kwamba kitakashuhudia kita hacho hayo wat, hakitapita kamwe. Tumeiona napendwa, sasa aliporudi Israeli. Sasa hivi, sasahivi inaheshimika ulimwenguni kote, kwa habari ya jeshi, kwa habari ya masomo, kwa habari ya kilimo, kwa habari ya mambo ya sayansi, kwa habari ya anga, kwa habari ya vita, kila eneo wako vizuri sana. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo wamekaa sasa kizazi ambacho tunashuhudia toka mwaka 1948 na, na kuendelea mpaka mwaka 2048 fanyeni, hakitapita. Tumeona wapendwa, mpaka hayo yote ambayo Bwana Yesu ameyasema fanyeni, yatatimia. Sasa mimi nimekazia kwa habari ya nini? Ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu. Yako mengi ambayo ameyasema fanyeni, yatatukia, lakini yote nisemeje, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni matukio ambayo nafanye, yanatupeleka kwa habari ya nini? Ya kurudi kwake Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tuko pamoja wapendwa. Kwa hiyo kama taifa litangazwa rasmi mwaka 1948, ukiweka miaka 100, na kwa miaka mingapi tunakwenda mpaka mwaka gani? 2048. Na sasa tuko 2000 na ngapi? na ishirini na tano. Bado miaka mingapi kutumia 100? 23. Lakini sio lazima hiyo miaka 23 finally iishe, umenielewa. Sio kwamba nasubiri finally iishe mpaka tufike na 48. Hapana, hapa katikati lolote naweza fanya likatokea, na muda ufaje umesonga sana, kwa sababu kuna viashiria ambavyo vinakwenda kwa kasi sasa hivi. Nataka ukae navyo uelewe kwamba tuko wapi, mambo gani ufaje yanaendelea duniani, hasa ukisoma wapi? Ukisoma kwa taifa la Israeli. Tuko manapendwa, kwa hiyo si lazima miaka ile iliyobaki sharti fulani iishe. Tunaweza kwa tumebakiza miaka michache, hata kumi isifike kabla ya Yesu fani kurudi. Muda umesonga sana, tusibweteke tuchangamke tufanye kazi yake Bwana, kila mtu awajibike katika nafasi yake, uwe na Ukristo wa kweli wenye maana na kulipa mbele zake. Kama ni Ukristo wa kukaa legelege, ondokana nao, tunapojifunza ondokana nao. Muda umesonga sana na inawezekana hata miaka kumi ifanye isifike. Tumeroa napendwa pendwa, hata miaka kumi inawezekana ifanye isitimie, kizazi hiki ambacho kimeshuhudia ifanye hakitapita. Mambo yanakwenda kwa kasi. Israeli imerudi wamekuwa taifa, na mambo yanatokea mashariki ya kati, tuna habari nayo, na vita zinapigwa, lakini Israeli amesimama imara. Tuko pamoja wapendwa, ni kwa sababu Bwana Mungu yuko pamoja naye, kama alivyomwahidi Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Pale walipo hakuna nini, hakuna wa kuwaondoa, hata wajitahidi kiasi gani hawataweza. Ule ni mambo wa kuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana Jina la Bwana Yesu barikiwe sana. Sasa kuna matukio ambayo yameendelea kutokea katika taifa la Israeli. Na matukio hayo ni kalenda ya Mungu kwa ulimwengu, tukio baada ya tukio. Ni nini? Ni kalenda ya Mungu ya utendaji wake, ili mimi na wewe kama kanisa tusome, na ulimwengu jifunze kusoma alama za nini, za nyakati. Tuko wapi? mambo gani yanatokea? tuko salama? Kama tuko salama, fanye tujiweke salama. Sasa Israeli kama taifa ni ishara kubwa kwetu sisi kama kanisa. Sisi tuko nuruni, tuna maneno haya kwetu, ni ishara madhubuti isiyopingika kwamba tunaishi katika mwisho wa siku za mwisho. Tunaishi katika nini? Mwisho wa siku za mwisho. Au tunaishi nini? Mwisho wa siku za mwisho za mwisho. Muda umekwenda sana Kurudi kwa bwana wetu Yesu Kristo fanye kuna karibia sana sasa. Tuangalie habari ya kurudi, jambo inafuata tuangalie habari ya kurudi kwa bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo, kwa sababu ndio swali wafanye walilomuuliza kwamba, tuambie mambo hayo yatakuwa lini nayo ni nini dalili, ishara, kiashiria kwa kuja kwako na habari ya mwisho wa dunia. Sasa mimi siangalia habari ya nini ya mwisho wa dunia naangalia habari ya nini ya kurudi kwake bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu atarudi katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ataishia mawinguni au hewani, hatatua duniani au hatagusa duniani. Ataishia wapi? Mawinguni, au niseme hewani, na kuishia mawinguni au hewani itahusika na unyakuo wa kanisa lake, watu wake waliotayari wanaomtazamia wako vizuri, wanawaka moto ndani yao kwa ajili ya Bwana wao, wakilishika neno lake nafanye na kuliishi kwa bidii. Alafu awamu ya pili, awamu ya pili, Bwana atashuka duniani kusimika ufalme wake ambao utadumu miaka elfu moja atakuja na watakatifu wake. Awamu ya kwanza atafika duniani ataishi wapi? Mawinguni au hewani. Kwa hiyo kuna nini? Kuunyakuo wa kanisa, watanyakuliwa fani wakutane na bwana hewani. Miaka mitatu yatatu na nusu itakuwa ni hukumu ya watakatifu, alafu miaka mitatu na nusu inayoendelea itakuwa ni nini? Karamu ya mwana kondoo. Tuko pamoja wapendwa lakini kwanza hukumu. Baada ya hukumu nini? Unaingia kwenye sherehe. Sisi hatutahukumiwa na wenye dhambi hapana. Hukumu itahusu nini? Mapungufu yetu, kasoro zetu, nyenyezo zetu fane, tulivyonenda kwa tumeokoka, ulipungua wapi au ulipitiza kwa jinsi gani? miaka mingapi? Mitatu na nusu. Tuko wapi? Sio mbinguni, hewani. Bwana Yesu asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. Halafu baada ya hapo Atatiri, atat, atashuka awamu ya pili, atashuka duniani pale pale Israeli, Yerusalemu, alafu na kutawala miaka mingapi? Miaka elfu moja, akisimika ufalme wake, ufalme wa Mungu duniani. Sasa jambo hili tunaliona kwenye kitabu cha Matendo sura ile ya kwanza, Matendo sura ya kwanza mstari wa kumi na moja, ndio itakwenda kutokea ile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 ni nini ni, ni, katika awamu ya pili. Awamu ya kwanza hewani, awamu ya pili wapi? Duniani. Kama walivyomwona akienda watamwona hivyo hivyo akirudi duniani. Wapi? Pale pale Israeli. Tuko pamoja wapendwa. Sasa tuangalie kuhusiana na unyakuo wa kanisa. Unyakuo wa kanisa, Bwana Yesu atakaporudi akaishia mawinguni, kanisa linafanyaje? Linanyakuliwa. Tuangalie maana ya neno unyakuo, nyakua kunyakua ni kuchukua kitu kwa haraka na kunyanyua juu, kama afanyavyo mwewe achukuapo kifaranga. Ambao tumekulia vijijini, tunafahamu mwewe wanavyofanyaga, nashuka gafura, napiga kifaranga nafafane, ananyanyua juu, anaondoka. Kwa hiyo ni tukio la nini? la gafura, la gafura, nachukua kitu haraka na gafura afanye nafaaje nanyanyua kwenda juu. Kwa hiyo mfano wa moyo ni mzuri sana tunafahamu, na kuna neno natumika kuonyesha uharaka wa kitu hiki, yani wa, wa, wa tukio hili. Maandiko yanasema kwamba kufumba na kufumbua, kanisa fai litachukuliwa. Sasa kuna term au neno la Kiingereza linalotumika like abduction. Abduct ni teka nyara watu au mtu torosha, inafanyika kwa kasi kamata kwa kazi afanye, nyanyua juu, ondoa. Kwa nini kanisa lifanyiwe haya? Au kwa nini haya kwa kanisa yafanyike haya kwa kanisa, kanisa lake? Kwa nini afanye hivi kwa kanisa lake? Bwana Yesu atanyakua kanisa lake kwa haraka sana kwa sababu duniani